Naam, kama wewe ni mwanamke na unasumbuliwa na tatizo la kupata hedhi ya muda mrefu, au yawezekana wewe ni mwanaume lakini una mwenza wako ambaye anapata tatizo hili la kupata hedhi ya muda mrefu, basi video hii ni mahususi kwa ajili yako. Tunasema kwamba mwanamke yote anatakiwa aingie siku tatu nne mpaka tano katika hedhi yake. Unapoona kwamba unaingia zaidi ya siku saba tafsiri yake ni kwamba una tatizo katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo basi ni muhimu sana kufika kuwaona wataalamu wa afya kwa ajili ya kufanya vipimo vya uzazi na kuangalia chanzo ni nini. Sasa leo nataka tuongelee sababu ambazo zinapelekea mwanamama kupata hedhi ya muda mrefu kwa maana ya kwamba zaidi ya siku saba na kuendelea, wiki mbili, mwezi mzima, miezi miwili. Kisababisha kwanza ni kupata tatizo la uvimbe, uvimbe nyama katika mji wa mimba, ambayo hii kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine mayoma. Huu unakuwa ni uvimbe nyama ambao unatokana na ile misuli katika zile kuta za mji wa mimba kukua zaidi pasipo kawaida na kutengeneza uvimbe. Sasa hali hii hupelekea tatizo la kupata hedhi ya muda mrefu, na wakati mwingine hedhi hii inakuwa nzito tofauti na kawaida. Sasa unapoona dalili hizo, chukua hatua, fika kwenye vituo vya afya. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo na tutabaini tatizo hili. Sababu nyingine ni uwepo wa saratani. Saratani hii inaweza ikawa kwenye shingo ya kizazi au inaweza ikawa kwenye mji wa mimba, ambayo hii kwenye mji wa mimba tunaita endometrium cancer, lakini hii katika shingo ya kizazi tunaita cervical cancer eh. Na mara nyingi hedhi hii inakuwa nyepesi, e, inakuwa na rangi fulani ya damu, lakini yenyewe inakuwa ni nyepesi kidogo. Sasa inapokuwa inatoka muda mrefu, shituka, pengine inawezekana ikawa ni kansa ya kizazi Nenda kafanya vipimo kwa ajili ya kupata jibu zaidi. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea tatizo hili ni changamoto ya hormonal imbalance au homoni za uzazi kutolingana. Sasa hali hii mara nyingi huwa inasababishwa na wale wakinamama ambao wanapata tatizo la uvimbe maji katika viwanda vya mayai, hali ambayo inapelekea mayai yanakuwa hayatoki katika vile vifuko katika viwanda vya mayai mayai haya yasipokuwa yanatoka hupelekea ile kuta kuwa nene, kuta katika mji wa mimba, hali ambayo zile kuta zinapobomoka mara nyingi hupelekea hedhi ya muda mrefu. Sasa unapoona hali kama hiyo wewe mwanamama, basi hebu fika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini vile vile kuna wala kina mama ambao wanapendelea kutumia dawa za kutuliza maumivu kwa muda mrefu, unapoona hali tu ya maumivu ya tumbo unakimbilia kwenye dawa na wewe pia unajiweka kwenye hatari hiyo ya kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini vile vile kuna wale akina mama ambao wanapendelea kutumia dawa za kuzuia ujauzito, matumizi ya pitu. Hapa nazungumza na mabinti, mabinti wengi sana wamekuwa wakitumia pitu. E, mtu anatumia pitu kama pipi. Sasa hali hiyo inakuweka kwenye hatari ya kuvuruga kabisa mpangilio wako mzima wa homon. na kuwa kwenye hatari ya kupata tatizo hili la kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini pia kutumia dawa za kupanga uzazi kiolela, bila kupata ushauri wa wataalamu, unajiweka kwenye hatari ya kupata tatizo hili la kutokwa na hedhi ya muda mrefu, kwa sababu mpangilio mzima wa homoni unaharibika. Sasa unapokuwa na tatizo hilo, wewe mwanamama, jua kabisa kwamba yawezekana kukawa kuna shida kwenye mfumo wako wa uzazi, yawezekana kukawa kuna uvimbe wezekana kukawa kuna changamoto hizi za mbadiliko wa homoni. Lakini pia kisababishi kingine cha hedhi ya muda mrefu ni PID, yaani maambukizi ya bakteria katika pango la uzazi, ambayo maambukizi hayo mara nyingi hupelekea vidonda katika pango la uzazi, na vidonda hivyo wakati mwingine vinapelekea mpaka kusababisha maumivu wakati wa tendo la ndoa e, hali ambayo inaweza kupelekea hata wewe mwanamama kuwa mgumba, kwa sababu vile vidonda vinapopona vinaacha makovu na mwanamama anapoteza sifa za kushika ujauzito, na wakati mwingine inaweza kupelekea hata mirija yake ya uzazi kuziba. Kwa hiyo vyote hivi ni kiashiria cha kwamba kuna shida kwenye mfumo wako uzazi. Fika kwenye vituo vya afya, ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo na endapo kama tutabaini tatizo katika mfumo wako wa uzazi, basi zipo dawa zetu nzuri ambazo tumekuwa tukizitumia eh, kwa kina mama wenye changamoto za uvimbe tunayo dawa ambayo inaitwa Gokatonic. Eh, dawa hii kwa kweli imewasaidia kina mama wengi sana wenye changamoto za uvimbe. Lakini pia tunayo dawa ambayo inaitwa Suki. Dawa hii nayo imeshughulika kwa kinamama wenye changamoto hizi za uvimbe kwa mafanikio makubwa. Lakini zipo dawa kama Femherb pamoja na dawa zingine ambazo zote hizi zinakwenda kukusaidia wewe mwanamama ambaye una tatizo hili la kutokwa na hedhi ya muda mrefu. Tunakutibu kulingana na chanzo, hatukupi tu dawa ili mradi, tunaenda kutafuta chanzo ni nini, tunakutibu kuanzia kwenye chanzo na matokeo yake yanakuwa ni mazuri sana. Asante kwa kunitazama, kwa majina anaitwa tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, mpaka wakati mwingine.